Alhamisi ya tarehe sita, wakazi wa Kilifi walishuhudia jambo lisilo la kawaida: chombo kikubwa cha kifahari cha baharini kikikita nanga katika maji ya bahari ya Hindi karibu na fukwe za Kilifi. Mwonekano wa chombo hiki umevutia macho ya wengi na kuleta gumzo kubwa miongoni mwa wakazi na watalii. Kwa kila aliyekiona, ilikuwa picha halisi ya hadhi, teknolojia ya kisasa na maisha ya kifahari baharini. Lakini je, unatambua hili ni kwamba Salt Yacht ni mojawapo ya meli za kifahari zaidi duniani iliyotengenezwa na kampuni ya CRN Yacht nchini Italia mwaka 2020. Chombo hiki kina urefu wa mita 62, upana wa mita 11.5, na uzito wa takriban tani 1288 kimeundwa kwa chuma imara katika sehemu ya chini na alumini katika sehemu ya juu, jambo linalokifanya kuwa na uimara na uzuri wa kipekee. Yachi hii ina uwezo wa kusafiri umbali wa takriban maili 5000 za baharini bila kujaza mafuta kwa kasi ya wastani ya mafundo 12 hadi 15, na inaweza kufikia kasi ya juu ya mafundo 16 nikimaanisha kasi ya vyombo vya baharini, ikiwa fundo moja ni maili moja ya bahari kwa saa moja pekee, one nautical mile parawa. Kwa upande wa uwezo wa kubeba watu, Salt Yacht inaweza kuchukua hadi wageni 12 katika vyumba sita vya kifahari vilivyopangwa kwa ustadi mkubwa. Zaidi ya hapo, chombo hiki kina wafanyakazi takriban 17 wanaohakikisha huduma za hali ya juu kwa kila abiria aliye ndani. Ndani ya chombo hiki kuna sehemu za starehe kama sehemu za kupumzika zenye mandhari ya bahari, vyumba vya kulala vya kifahari na sehemu za michezo ya maji kama magari ya baharini maarufu kama tenders na vifaa vya diving. Ubunifu wa ndani na nje wa chombo hiki ulifanywa na wabunifu maarufu kutoka studio ya Nuvolari Leonard walioipa yachi hii mwonekano wa kisasa unaoendana na hadhi ya kifahari. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimataifa vya ujenzi wa meli, gharama ya kuunda chombo kama Salt Yacht inakadiriwa kufikia euro milioni 65, sawa na zaidi ya shilingi bilioni tisa za Kenya. Ni uwekezaji mkubwa unaoonyesha ni kwa kiwango gani mmiliki wake anathamini ubora, faraja na teknolojia ya kisasa. Kuhusu jina lake, Salt ni neno la Kiingereza lenye maana ya chumvi, likiwa linahusiana moja kwa moja na bahari na upepo wa chumvi wa maeneo ya pwani, jina lenye utambulisho wa baharini na hisia za safari zisizoisha majini. Ujio wa Salt Yacht katika eneo la Kilifi umekuwa na umuhimu mkubwa katika sekta ya utalii. Umeongeza hamasa miongoni mwa wakazi na wageni, huku wengi wakifurika katika fukwe za Kilifi kushuhudia chombo hicho cha kifahari. Tukio hili limeleta mwanga mpya wa sekta ya utalii wa baharini kwani linaonyesha kwamba Kilifi sasa inaweza kuwa kituo cha kimataifa cha meli za kifahari maarufu kama luxury yacht. Matokeo yake, biashara za hotelini, migahawa na huduma za baharini zinaweza kunufaika huku wawekezaji wanaweza kuvutiwa zaidi na fursa mpya za kiuchumi zinaweza kujitokeza katika eneo la Kilifi. Kwa jumla, Salt Yacht si tu chombo cha kifahari bali pia ni ishara ya ukuaji wa utalii wa kifahari katika pwani ya Kenya. Ujio wake umeweka Kilifi katika ramani ya dunia kama bandari ya amani, uzuri na fursa. Ni tukio linalosisitiza umuhimu wa kuendeleza miundombinu ya baharini, kuimarisha huduma za wageni na kuhamasisha vijana wa eneo hilo kushiriki kikamilifu katika sekta ya utalii. Bila shaka Salt Yacht inakuwa alama isiyofutika katika historia ya bahari ya Kilifi. Mimi ni Kassim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.